Shayo, natokea Chanika. Nilipofika hapa Mwembili nilikuwa na na changamoto, nilimeza mswaki wakati na brashi meno. Naitwa Dr. Eva Wiso, ni daktari bingwa mbobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na magonjwa ya ini katika hospitali ya Taifa ya Mwembili. Leo tulimpokea mgonjwa anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 24 ambaye alikuja kwa ajili ya kufanya kipimo cha uchunguzi wa mfumo wa juu wa chakula. Alikuwa na maumivu ya tumbo. Lakini chanzo cha maumivu ya tumbo ameripoti kwamba alimeza kwa bahati mbaya mswaki.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 Sita tano. Na brashi ulimi kashangaa, mswaki umeshuka. Iye kushuka ukawa umekwama kwenye koo, siwezi kutoa, siwezi kuomba msaada. Nimeingiza mkono sijauona, ukawa umekwama tu kwenye koo pale, kabidi niulazimishe kuumeza ili nipate msaada. Baada ya kumfanyia kipimo, tuligundua kwamba ndani ya tumbo la chakula kulikuwa kuna mswaki ambao ndio huo uliokuwa umemezwa karibia na zaidi ya wiki tatu zilizopita. Ni mswaki ambao ulikuwa ni mkubwa kabisa, ambao unakadiriwa kuwa na sentimita 34 wa mtu mzima. Nilipofika Mwimbili nilichekiwa, ndio wakawa wameuona mswaki, wakafanya njia yao, wakawa wameutoa. Tulifanikiwa kubadilisha position ya ndani ya tumbo na tukaweza kuutoa. Sasa hivi baada ya kufanyiwa huduma, maumivu yapo, japo sio sana kama mwanzo. Napenda kuwashukuru madak madaktari wote wa Muhimbili na hospitali ya taifa kwa huduma yao nzuri kwa kunisaidia kuokoa maisha yangu na kuwa katika hali hii ya sasa hivi make nilikuwa na mzongo wa mawazo sana, umeweza kunitoa huo mswaki bila bila kufanya operation. Mpaka sasa hivi najisikia, japo maumivu kidogo yapo, ila nashukuru Mungu, naendelea vizuri.